Waziri ofisi ya Waziri Mkuu tawala wa za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Dr. Jafari Sefu ameagiza kuhamishwa kwa vifaa tiba vilivyohifadhiwa au kufungwa katika baadhi ya vituo vya kutolea huduma za afya tangu mwaka 2020 lakini havitumiki mpaka sasa kwa sababu mbalimbali mbali, na kuelekeza mara moja vianze kutumika au vihamishiwe katika vituo vyenye wataalamu ili viweze wahudumia wahitaji. Dkt. Sefu ametoa agizo hilo wakati akizungumza na waganga wakuu wa mikoa yote Tanzania bara jijini Dodoma katika kikao maalum kilicholenga kujadili changamoto zinazotatiza ubora wa utoaji wa huduma za afya na kuweka mikakati madhubuti katika utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote. Aidha, Dkt. Sefu amesema licha ya serikali kununua vifaa tiba vya kisasa baadhi ya vifaa hivyo vimebainika bado havijaanza kutumika tangu mwaka 2020 kutokana na sababu mbalimbali mbali, na hivyo kuagiza kuwa ni vyema vikahamishiwa katika maeneo yenye wataalamu na vianze kutoa huduma kwa jamii ili kupunguza msongamano wa wagonjwa wanaohitaji huduma za vifaa tiba hivyo. Hatua zichukuliwe haraka kuvifanya vitumike au vihamishiwe vituo vyenye uhitaji, kwani havitavumilika tena vifaa hivyo kuwepo bila kutoa huduma, amesema Dkt. Sefu. Katika hatua nyingine, Dkt. Sefu amesema kuanzia sasa serikali haitaruhusu kuanzishwa kwa maboma mapya ya vituo vya kutolea huduma za afya ili kutoa nafasi ya kumalizia maboma yaliyopo kwa sasa ambayo bado hayajakamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ametuelekeza kuwa lazima kwanza tumalizie maboma yaliyopo ambayo ni zaidi ya maboma elfu moja mia nane. Kwa hiyo tunajua kuna ahadi za waheshimiwa viongozi ambao ni wabunge na madiwani za kuanzisha maboma mapya ili serikali imalizie, lakini kwa sasa tunajikita kwanza kumalizia haya yaliyopo, aliongeza Dr. Sefu wakati alipozungumza na waganga wakuu wa mikoa yote Tanzania jijini Dodoma. Mimi ni Yusufu Athmani na hii ni The Loyal Media.